Nataka niwaombe kupitia kwa kura hii, tusipotoshwe na hadithi ambayo ni duni ambayo ni ya alfulela ulela na ni ya kudanganya watu. Kuna rafiki yetu hapa anaitwa Faruk. Ukweli wa mambo, Faruk hatapiga kura Malava wale watapiga kura Malava ni wenyeji wakaaji wa Malava ambao wamesajili kura wapi? Malava. Mimi Musalia Mudavadi mtoto wenu, lakini kwa kusajili kura sikusajili hapa Malava, mimi sitapiga kura Malava, lakini mimi nataka wakati Faruk wakati Mudavadi wakati hawa wa, ndugu zetu wote wajumbe ambao wamenena hapa wakija, kumsaidia wanakuja kumsaidia kwa roho safi, lakini kura na uamuzi itakuwa ya watu wa Malava. Tafadhali muamue kama wangwana.